Tanzania inapaswa kuiomba Kenya msamaha. Hii ni kauli ya Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa Nairobi na katibu mkuu wa chama cha Orange Democratic Movement. Mbali na hivyo, Sifuna pia amemtaka Rais Ruto wa Kenya kutekeleza mambo yafuatayo. Kupitia ukurasa wake wa X, Sifuna ametaka wanachama wote wa chama tawala nchini Tanzania CCM kuzuiliwa kuingia nchini Kenya. Pia ameitaka Kenya ijitowe kwenye maandalizi ya pamoja ya kuandaa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ambayo inapangwa kufanyikwa kwa ushirikiano na Tanzania na Uganda. Kwa mujibu wake, nchi hizo mbili zinaongozwa kwa misingi ya kidikteta. Na mwishoni kabisa, ameitaka Jumuiya ya Wanasheria wa Afrika Mashariki kuhamisha sehemu nyingine mkutano wake wa mwaka uliopangwa kufanyika Zanzibar. Katika ujumbe wa moja kwa moja kwa Rais Ruto, Sifuna alimtaka kuondoa kile alichokiita msamaha feki aliyotoa kwa Tanzania, akisisitiza kuwa badala yake ni Tanzania ndio inayopaswa kuomba radhi kwa Kenya. Rais Ruto awali aliomba radhi kwa Tanzania na Uganda iwapo Kenya imekosea kwa njia yoyote ile. Kauli ya Sifuna ni mwendelezo wa mvutano kati ya wanaharakati wa Kenya waliotaka kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Tundu Lisu na kusababisha baadhi yao kushikiliwa na kudai kunyanyaswa kingono. Hata hivyo, polisi nchini Tanzania imewataka wanaodai kunyanyaswa wafungue mashtaka katika mahakama husika. Wakati huo huo, jumuiya ya watetezi wa haki za binadamu duniani wametaka serikali ya Tanzania kuchunguza madai ya kuteswa kwa wanaharakati hao. Je, unadhani matakwa ya seneta wa Kenya yana msingi wowote?